Hii ni game changer wanaita, uh, wataalamu wa lugha za kibiashara. Sasa mita janja inakwenda kubadilisha kabisa, uh, ufanyaji kazi wetu na wateja wetu. Uh, usumbufu unakwenda kupungua kwa kiasi kikubwa sana, kero kwa wateja wetu zinakwenda kupungua, lakini sisi wenyewe tunakwenda kuwa na mfumo rahisi wa kufuatilia mienendo ya matumizi ya umeme kwa wateja wetu. E, namna gani, e, tunahitaji kuona taarifa na kumbukumbu kumbu za kutosha juu ya mwenendo wa matumizi ya umeme kwa mteja, na wakati fulani mabishano yaliyokuwa yanaweza yakaibuka kati ya sisi na wateja wetu juu ya nini kimetokea na kwa wakati gani, e, mita hizi zinakwenda kutatua matatizo haya moja kwa moja. Kwa hiyo kipekee mimi nishukuru sana benchi langu la ufundi, maanake imekuwa safari ya miaka kumi na nane ya utafiti, majaribio na hatimaye tumeweza kupata kitu ambacho eh, kimetusaidia eh, kukionyesha mbele ya wateja wetu, na naona mapokeo ni mazuri. Na leo tumekuja na mita janja. Wengine wameshaanza kuzitumia, ambao bado tutaendelea kuwapelekea. Eh, wateja wapya watafungiwa, wale wa zamani ambao pia ni wateja wetu tutaendelea kuwabadilishia. Tuna wateja wengi, zaidi ya wateja milioni tano na laki sita. Kwa safari pia ya kubadilisha kila mteja apate kifaa hiki itachukua muda yeah. Lakini ndio tumeanza na tutakwenda yeah. Mfumo unaweza kutunza kumbukumbu za mteja kwa zaidi ya miezi kumi na tatu yeah. Na ongeeni sana na nyinyi kwa yeah. Kazi kubwa mliofanya imekuwa ni safari ya maisha ya kila mtumishi Tanesco yeah. Kila mmoja na mchango wake, tumshukuru Mungu, sasa limetimia, lakini kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais yeah. Dr. Samia Suluhassan yeah ambaye ameinvesti vya kutosha, maanake mambo haya yote yanahitaji uwekezaji. Mheshimiwa Rais amewekeza e, rasilimali fedha, lakini rasilimali watu kwa maana ya brain za watu wa kuweza kufanya kazi, lakini amesimamia yeye mwenyewe kwa kutoa maelekezo kuhakikisha mapinduzi ya teknolojia na mageuzi kwenye mashirika ya umma yanafanyika ili tuweze kufanya kazi kisasa na tuweze kuwahudumia wateja wetu kirahisi na kupunguza kero kutoka kwa wateja.